Kadiri Krismasi inavyokaribia, unaweza kuhisi furaha kila mahali, barabara zikimetameta kwa mwanga, familia zikikusanyika, kwaya zikiimba na hata watu wasiojulikana wakitakiana amani. Ni majira ambayo dunia nzima kana kwamba inasimama kidogo kusherehekea tumaini. Lakini kuna swali ambalo mara nyingi huibuka. Je, Yesu kweli alizaliwa tarehe 25 Disemba au ni tarehe ambayo kanisa lilichagua baadaye kwa sababu zake? Kwa nini watu wengine hudai kwamba Krismasi ni sherehe ya kipagani iliyobatizwa tu na Wakristo? Na je, kuna ushahidi wowote wa wa moja kwa moja wa kibiblia unaotaja siku mwezi au mwaka wa kuzaliwa kwa Kristo? Karibu sana katika chaneli hii, tunapochambua kwa kina kwa nini tarehe 25 Disemba iliwekwa rasmi na kuwa siku ya Krismasi. Katika video hii tutagusa haswa maswali ambayo yameulizwa kwa karne nyingi. Kwa nini Wakristo wa karne za mwanzo hawakusherehekea kabisa kuzaliwa kwa Yesu? Ni lini wazo la Krismasi lilipoanza kuibuka kama sherehe rasmi? Na je, kuna uhusiano wowote kati ya Krismasi na sherehe za Sol Invictus au Saturnalia? Basi kaa tayari. Tuanze safari hii ili kugundua chanzo cha Krismasi na maana yake ya kina katika maisha ya Mkristo. Kwanza kabisa, tuanze na uwekaji wa kihistoria wa tarehe 25 Disemba kama siku kuu ya Krismasi. Sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo tarehe 25 Desemba ni nguzo muhimu katika kalenda ya kiliturujia ya Ukristo, lakini kuanzishwa kwake hakutokana na agizo la moja kwa moja la kibiblia bali ni matokeo ya mchakato wa kihistoria ulioendelea hatua kwa hatua. Injili za Agano Jipya za Mathayo na Luka zinaeleza simulizi la kuzaliwa kwa Kristo, ikiwemo mahali pa tukio huko Bethlehemu tangazo kwa wachungaji na ujio wa mamajusi, lakini hazitaji tarehe, mwezi wala mwaka maalum wa tukio hilo. Dalili zilizomo, kama vile wachungaji wakichunga makundi yao usiku, zinatoa tu mwanga wa msimu kwa ujumla bila uwezo wa kutoa hisabu sahihi ya kalenda. Katika karne mbili za mwanzo, mkazo wa kiteolojia na kiliturujia wa Wakristo ulilenga zaidi mateso na ufufuo wa Kristo ambapo Pasaka ndiyo ilikuwa sherehe kuu na ya kwanza kuwekewa utaratibu maalum. Kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Kristo ilijitokeza baadaye kama sherehe tofauti. Nadharia za awali na mabadiliko ya mapokeo. Kabla ya kukubalika kwa upana wa tarehe 25 Disemba kama sikukuu ya Krismasi, waandishi na jumuiya za Kikristo za mwanzo walipendekeza tarehe mbalimbali mbali za kuzaliwa kwa Kristo. Clement wa Alexandria akiandika mwishoni mwa karne ya pili na mwanzoni mwa karne ya tatu, alirekodi kuwa baadhi ya Wakristo wa Misri walipendekeza tarehe kama Mei 20 au Aprili 19 mpaka 19. Tarehe nyingine zilizopendekezwa katika kanisa la mwanzo ni Januari 6 na Machi 28, jambo linaloonyesha hamu ya kutaka kubaini siku halisi, lakini kukosekana kabisa wa mwafaka. Ushahidi muhimu wa mwanzo unatoka kwa Hippolytus wa Romi katika karne ya tatu, alipoandika maelezo yake juu ya kitabu cha Danieli, aliunganisha waziwazi kuzaliwa kwa Kristo na tarehe 25 Disemba. Hii inaashiria kuwa tayari kulikuwa na utamaduni wa Romi wa kuihusisha tarehe hiyo na kuzaliwa kwa Kristo kabla haijawa desturi ya ulimwengu mzima. Nusu ya pili ya mwezi Desemba mjini Roma ilikuwa imejaa sherehe za kidini zilizounganishwa na mada za mwanga na upyaisho. Kipindi cha solstice ya majira ya baridi, karibu Desemba 21-22, kilichoashiria kuzaliwa upya kwa jua na kuongezeka kwa muda wa mchana, kilikuwa na uzito mkubwa wa kitamaduni. Kufikia karne ya nne, tukio hili liliunganishwa rasmi na sherehe ya serikali ya Soul Invictus, jua lisiloshindwa, tarehe 25 Desemba, kama ilivyorekodiwa katika Kronografia ya mwaka 354. Kabla ya hapo, kulikuwa na sherehe maarufu ya Saturnalia, Desemba 17, 23, kipindi cha karamu na kubadilishana majukumu ya kijamii, hivyo Mwishoni mwa Desemba tayari kulikuwa na msimu wenye ishara nzito za mwanga kushinda giza, mada ambayo ilifaa sana kwa tafsiri ya kiteolojia ya Kikristo. Kupokelewa rasmi na kusambaa kwa utamaduni wa kiliturjia. Ushahidi wa kwanza wa wazi na rasmi wa Krismasi kusherehekewa tarehe 25 Desemba unatokea Roma katika karne ya nne. Kronografia ile ile ya mwaka 354 inayotaja sherehe ya kipagani ya Sol Invictus pia inaorodhesha tarehe 25 Desemba kama siku ya kuzaliwa kwa Kristo katika muktadha wa Kikristo. Wakati huo huo, mahubiri ya maaskofu kama Agustino na Leo Mkuu yalianza kufafanua sherehe hiyo wakitumia taswira ya jua kumtangaza Kristo kama jua la haki. Utamaduni huu ulienea kwa hatua zisizo sawa katika maeneo ya mashariki. Januari 6, sherehe iliyojumuisha awali kuzaliwa na ubatizo wa Kristo, baadaye ikajulikana kama Epifania, ndiyo ilikuwa tarehe kuu ya Kiroma. Hata hivyo, tarehe ya Kiroma ya 25 Desemba ilianza kukubalika taratibu katika mashariki pia, na kufikia mwishoni mwa karne ya 4 na 5 ikawa tarehe ya ulimwengu mzima kuadhimisha umwilisho. Nadharia za ufafanuzi, hesabu na kubatizaji wa tamaduni. Wanazuoni wa kawaida huainisha nadharia mbili zinazohusiana kueleza uteuzi wa tarehe 25 Desemba. Ya kwanza ni nadharia ya hesabu au umri kamili. Hii inaeleza kwamba baadhi ya Wakristo wa mwanzo kwa kuamini kuwa manabii wakuu walitungwa mimba na kufa siku moja ya kalenda, walihesabu kuwa Kristo alisulubishwa Machi 25. Kuongeza miezi tisa ya ujauzito kuanzia tarehe ya kutungwa mimba kunaleta moja kwa moja tarehe 25 Desemba kama siku ya kuzaliwa kwa Kristo. Hii ni hesabu ya ndani ya kiteolojia isiyohusiana na ushawishi wa kipagani, na wanahistoria wengi wanaiona kama chanzo cha kwanza cha kuanzishwa kwake tarehe hiyo huko Roma. Nadharia ya pili ni ila ya kubatizaji wa sherehe za kipagani. Mtazamo huu unaangazia mkakati na busara ya kichungaji ya kanisa. Kwa kuweka sherehe ya kuzaliwa kwa Kristo tarehe 25 Desemba, kanisa liliingia moja kwa moja katika ishara za kitamaduni zilizokuwepo na kuzitafsiri upya. Kuzaliwa upya kwa jua kulielekezwa sasa kumhusu nuru ya ulimwengu. Hatua hiyo ya kutafsiri tamaduni iliruhusu kanisa kubatiza hisia zilizokuwepo za msimu na kuzielekeza katika mafundisho ya Kikristo. Kwa vitendo, nadharia hizi zinakamilishana badala ya kupingana. Sababu ya ndani ya kihesabu kutoka mateso kuanzia kuzaliwa ndiyo huenda ilianzisha tarehe ya kiliturjia ndani ya jumuiya ya Kikristo; muktadha wa nje wa ibada za jua Romani, uliipa tarehe hiyo uzito mkubwa wa kimaana, na hivyo kurahisisha kuikubali na kuieneza, wakati Ukristo uliingia katika uwanja wa hadhari. Mababa wa kanisa walitumia muunganiko huu kumtangaza Kristo kama utimilifu wa shauku ya mwanadamu kupata mwanga na wokovu. Kwa hiyo, tarehe 25 Desemba kama Krismasi ni zao la muunganiko mpana wa kihistoria. Tarehe iliyozaliwa kutokana na hesabu za alama za Kikristo za mwanzo ikaimarishwa na dasturi za kiliturjia ya karne ya nne na kubadilishwa kiunda kwa kupitia mazungumzo na mabadiliko ya utamaduni wa Kiroma uliozunguka. Hata hivyo siku ya halisi ya kihistoria ya kuzaliwa kwa Yesu haijulikani lakini tarehe iliyochaguliwa 25 Desemba, imepewa uzito mkubwa wa kiteolojia ikiweka sherehe ya Krismasi ndani ya simulizi wa kosmiki wa mwanga kushinda giza.